Hello, hello, nawaambianga bado nitaendelea kuambia hey, na sitawahi choka. Nawaambianga, ukifika kwa Mwarabu usipewe any dawa wewe ukunywe tu, usipewe any kitu wewe usaini tu kitu yenye haujui, wacha na ukifika huku nyota ya huku ikukatae urudishwe kwa nyumbani. Jamani, sasa leo, kuna huyu msichana hapo hapa, anaitwa Maggie. Msichana amebadilishwa nyumba mpaka tatu, inasemekana. Nyumba ya kwanza alikuwa anatandikwa na kasusu kidogo kamnyonge. Rafiki yake akam advise akamwambia, agome kazi, arudizwe kwa ofisi. Akagoma na akarudi kwa ofisi na akatafutiwa nyumba nyingine. So leo hii nyumba yenye halirudishwa sasa. Leo hii anapiga simu anapiga rafiki yake kama analia. Anasema amedungwa sindano ya kunuka. Ati amedungwa sindano ndiye asinuke. Imagine wewe na akili yako unaona watu wamekuja na sindano wanataka wakudunge, na wewe unaamua tu unasongeza ngozi tu, alidunga mkono ama alitoa suruali akadunga matako, i don't know mpaka unatoa unadungwa sindano ndio usinuke. Afta kudungwa, anasema mara mwili imefura, mara tumbo imefura, mara anaumwa kutoka wapi? Sasa analia, anasema yeye anakufa tu. Ndio hiyo mnamwona hapo kwa 4 TV first round, wakati alikuwa natandikwa, alikuja kwa 4 TV, hakuna kitu alisaidika rafiki yake mwenye alikuwa sindano ya alidungwa dem, akaanza kulia, akona simu, ana namba ya agenti wake ana ofisi, ana namba ya, yaani ana namba ya ofisi ana namba ya ana namba hata hapo kwa 40 TV ukimwona analia ukimwona anaelezea vizuri, ana namba ya polisi, mnaweza pigia polisi mumuulize kunaendaje, hana lakini amekimbia ameenda kuelezea 40 TV. 40 TV atakusaidia nini? Hakuna kitu atakusaidia, but rafiki yake yule yule mwanzo alitangulia akakimbia 4TV, 4TV akamtangaza akusaidia kanti, akarudi kwa rafiki yake, rafiki yake akamwambia, goma urudizo kwa ofisi. Akagoma akarudizwa. Leo tena alitangulia 4TV, akangoja msaada utoke juu mbinguni. Unajua watu mnaamini 4TV, akiza kupost wewe nivo umeponea. Akangoja msaada utoke juu mbinguni, haukutoka, akaamua tena akarudi tena rafiki yake wakati akarudia, rafiki yake rafiki yake akampigia akamuliza, kuna namba ya posi ni muulize dawa gani alikudunga hadi sina? kuna namba ya ofisi hadi sina. Okay. Rafiki yake akarudia ule agent ule posi wa kwanza, kwa sababu posi wa kwanza lazima achue ule mapapi. Akapigia posi wa kwanza akamwambia kuna hivi kwa hivi hivi na hivi. Na ule posi wa kwanza ako na utu, akajibeba akajileta mpaka kwa huyu madam. Akajileta mpaka kwa huyu madam aka Tra dawa, tika, katika sindano ni ukweli, ni ya chaso amedungwa. Ya chaso inaitwa ni izungu, nazo zilizojua wamesema vile inaitwa ni ya chaso, ni ukweli, ni ya chaso eh, wamesema ni ya chaso, ni ukweli. Huyo bozo wa kwanza ako na udhu, amekuja kaongeleza huyo, akamwambia atasimu ziwe mnyanganya. Tawaekea video, mshapo msikia akisema kwa Fort TV vile amenyanganywa mpaka simu. Bati yupo sio kwanza amekuja akaongea, na yupo sio pili akamwambia hata simu mwachie, kwa sababu kuna familia anaongea nayo, ameachiwa. Jamani, lakini tulizane. oh dem, alianzaje mpaka adungwe sindano? kitu kitucui kitu inaingia kwa mwili yako kitu yenyewewe ya haujui. Bati oh dem alafu, oh uk, ukisikiza hii video ya 4TV, oh dem, akona mentality ya ni aje, lakini ako na mentality fulani juu sasa. Kama alinunuliwa juzi yeye na mtoto baada, anaona niliwaambia vizuri, ukitoka Kenya unataka kukaa Saudi, unataka kukaa Lebanon, unataka kukaa any country. Wacha kufollow page ya 4TV peji ya TV ni peji ya kukuchaza maji kwa tumbo, ni peji ya kukufanya usilale ukese usiku na mchana, ni peji ya kukufanya utafute mpaka waganga ndio atrist wakushikirie ndio usikufe kwa sababu hakuna kitu kizuri hasa wa post na hawezi post. Anyway, ni hayo tu kwa sasa. Usikue mrahisi kupewa tudawa una meza meza tu Usikuwe mrahisi, wewe unaambiwa unabua tu angu unadunga tu hizo sindano, kata wewe, ni mtu mzima. Tuko pamoja mpaka hapo, tunaelewana. Nimesema tukikuja kwa gari tulibaiwa juice, mango juice. Inakaa hivyo hata nionyeshe, hata nasikia nikawa amekuja na kinipata na simu. Nilipewa nini kama hivi, nilipewa juice kama hivi kwa gari. Okay, okay, na nikakunywa mimi na mtoto, lakini mtoto mtoto, mtoto mi yangu ni mimi, nimi nililetewa first kunywa tukiwa na mtoto hapo. I think hatakwa simu simu ya mtoto niko na hiyo picha nikikunywa. I think eh maji wakati walikuletea hiyo hiyo hiyo mango hiyo mango juice drink, kama imefunguliwa tayari? Ndio. Hata hata hata hivi hata kama imedungwa.